Mtazamaji, Bi Hillary Clinton sasa ameteuliwa rasmi na chama cha Democrat kuwa mpeperushaji wa bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha mwezi wa Novemba nchini Marekani. Bi Clinton ametajwa kuwa mgombeaji rasmi kwenye kongamano la chama hicho linaloendelea jijini Philadelphia katika jimbo la Virginia nchini Marekani. Mwanahabari wetu Alex Chamwada anahudhuria kongamano hilo na sasa naarifu kuhusu ufanisi huo wa Bi Clinton na kipute hicho kwa ujumla. Wafasi wa Bernie Sanders hawakufurahishwa na hatua ya Sanders kuunga mkono uteuzi wa Hillary Clinton kama mgombeaji wa urais wa chama hicho. Sasa Hillary ana kibarua kigumu cha kukiunganisha chama hicho, ingawa wafasi wake wanasema muda si muda mambo yatatulia chamani. Rais wa zamani Bill Clinton alimpigia debe mkewe.

Basi kuteuliwa kwa Hillary Clinton kama mgombeaji wa urais wa chama cha Democrat ndiyo ilikuwa ishara sasa ya safari yake rasmi kuanza kampeni rasmi kupambana na Donald Trump wa Republican Party, huku wengi wakijiuliza je, atakuwa mwanamke wa kwanza kuwa rais Marekani? Kutoka Philadelphia, mimi ni Alex Chamwada nikiripotia KTN leo.